Reporter. Saluti. Bendi ya majeshi ya ulinzi mtupe himu tunapozunguka na mwili huu tafadhali. Bendi tunaomba mtupe him, mtupe him, mwili huu unapozungushwa tafadhali. Iwapo unatupata kwa njia ya mbashara, ukipenda live, tunaupokea mwili wa mwenda zake hapa uwanjani Nyayo, uwanja wa kimataifa, ama ukipenda uwanja wa kitaifa wa Nyayo ambapo hivi sasa tunapokea rasmi mwili wa mwenda zake.